Hivi ah, so unajua Bwana, mwezi wa Ramadhani tangu ulivyoanza hey. Watu mara nyingi tulikuwa tumefunga kujishirikishia na mambo ya mtaani haya yaili, unajua zambi zipo nyingi sana mitaani. Kweli. Kabisa. Hata sasa hivi tumekuwa tofauti, ni kwa lazima wewe, mwezi mtukufu wote tumefunga viungo 40 e, vyangu mimi 30. Unajua Bwana, mimi ninachofikiria hapa huu mwezi mtukufu na hiyo la nini kwa lezima. Tujitahidi tustende sana dhambi. Yaani dhambi zipungue. Unajua linavyowaka hili. Yaani jua linavyowaka kama vile liko hapa. Linachoma. Kwanza mimi naona mimi vyungu vyote nimefunga na sina dhambi hata moja toka mwezi ulivyoingia. Wacha we. Yote nimetupa huko. Ah! Hatari. Ni jamani kavi wanambatizaje, unavyoongea. Eh? Ulijuaje? Basi sawa. Yaani sasa hivi natembea kama Yesu. <laughs> Usitembee bwana kama Yesu, <laughs> <uwezi. laughs> Eh, ila wewe yeah. Funga tu, zingatia. Hatari, mm. Kaka, yaani sasa hivi napita napita kulikweli. Na hicho ndio kinachotakiwa bwana. Kabisa. Eh, eh, basi sawa. Mimi na mimi najitahidi zangu hapa hivi. Hapa hiv apa mdanaelekezaa mimi nataka kidogo niende ne, kanisani pale kuna mtumishi wanakuja kuna seminar pale. Au unaelekea kanisani? Eh, basi sawa. Basi tutakutana baadaye. Ah, poa poa.

Mm. Unashika pita hapa jua jua kinyama, unaona anapenda kuongea ongea. Oh, si ni nini na nini? Mm. Si yeye oh, mwezi mtukufu basi, oh fungeni. Si mimi namwangalia, ujue sema acha naye. Au mashaa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiisha tu wanakuja na guest. Ah, ile ile hilo neno. Sema nini? Tuondoke sema. Acha na, afa na zakaja sasa. Eh, kweli. Ah, tuondoke, hamna mtu. Acha na yule yule mzee. Yao. Acha.

Bana, wewe mwelekeze njia ya motoni tu huyo dada, ila mimi sina dhambi kubwa kama wao. Mimi nakunywa tu soda ina kazi ya swaumu.